Katika miaka ya hivi karibuni shirika limeweka mkazo mkubwa katika kuendeleza kilimo cha miti ya mpira kwa kuwa ni eneo lenye faida kubwa za kiuchumi kijamii na kimazingira. Kwa sasa NDC inamiliki mashamba mawili ya miti ya mpira shamba la Kalunga lililoko wilaya ya Kirombero mkoani Morogoro na shamba la Kihuwi lililoko wilaya wilayani Muheza, mkoa wa Tanga. Mashamba haya yana jumla ya hekta zaidi ya elfu moja zenye uwezo mkubwa wa uzalishaji wa utomvu wa mpira yani latex, ambayo ni malighafi muhimu kwa viwanda vya tairi na bidhaa za mpira na vifaa vya tiba. Tukio hili la utiaji saini wa mkataba wa ruzuku katika Shirika la Taifa la Maendeleo na Mfuko wa Maendeleo ya Misitu Tanzania TaFF ni tukio la kihistoria linalobeba matumaini ya kizazi hiki na kijacho katika kuinua uchumi wa taifa kupitia kilimo cha miti ya mpira. Ni fahari kwa shirika letu kushirikiana na taasisi mahiri kama TaFF ambayo imejipambanua katika kusimamia matumizi endelevu ya misitu nchini. Ushirikiano huu ni kielelezo cha dhamira yetu ya pamoja ya kuhakikisha kuwa maendeleo ya viwanda na kilimo hayapingani na uhifadhi wa mazingira bali vinakwenda sambamba na njia jumuishi na endelevu.